Uchaguzi ni mchakato ni mchakato wenye kama pande tatu. Kuna kabla, uh, wakati wa kupiga kura na baada ya kupiga kura. Sasa ni nia yetu sisi TAKUKURU kuhakikisha kwamba hizo pande zote tatu sehemu zote tatu za mchakato wa uchaguzi zinafanyika vizuri bila kuwepo vitendo vya rushwa, ili mwisho si wa siku tuje tupate wagombea wazuri wanaochukia rushwa. Sasa tuna mikakati mbalimbali, lakini mkakati mmojawapo ni huu wa kushirikisha wadau kwa kutoa elimu na kuwahamasisha washiriki vitendo vya washiriki wa katika vita ya kupiga vita vitendo vya rushwa katika uchaguzi. Sasa wadau muhimu kabisa ambao tumeamua kuanza nao ni nyinyi wanahabari. Kwa hivyo lengo ni kupeana uelewa wa namna mbalimbali mbali vitendo vya rushwa vinavyofanyika nyakati za uchaguzi, tukitoa na uzoefu wetu katika chaguzi zilizopita, mambo yaliyotokea kipindi hicho na jinsi ambavyo tuliyakabili. Sasa tunaamini kupitia nyinyi, basi wananchi watapata uelewa wanamna vishawishi vya rushwa vinavyokwenda kwao, wagombea wanavyowashawishi ili wajue. Kuna uchaguzi wa serikali za mitaa ulipita, na kuna malalamiko yalitolewa kwa baadhi ya watu kwamba palikuwa kuna mianya ya rushwa au rushwa imetendeka katika chaguzi hiyo. Kuna taarifa yoyote mlipokea, na kuna hatua ambazo tayari zimeshaanza kuchukuliwa? Ni kweli kulikuwa kuna malalamiko mengi tu kutoka maeneo mbalimbali Uh, yalikuwa yanatoka kwa wagombea wenyewe, wakati mwingine watiania, uh, wapambe wao wale, kwamba hapa na hapa kuna vitendo vya rushwa. Lakini niseme ukweli kabisa, malalamiko mengi sana hayakuwa ya msingi hata kidogo, kwa sababu mtu anatoa malalamiko ya rushwa, sisi tunafuatilia, uh, tunafuatilia na tunamtafuta huyo mtu aliyetoa ile malalamiko ili labda tupe ufafanuzi zaidi, lakini unakuta watu hawakujitokeza. Kwa hivyo, baadaye tukaja kuona kwamba nayo ilikuwa ni sehemu tu ya kampeni chafu ambazo wagombea kwa wagombea walikuwa wanafanyiana kwa lengo la kukomoana, kuchafuana, na basi ili tu mtu amnyime mwenzie nafasi ya kuchaguliwa na wananchi. Manake tukipata taarifa ya vitendo vya rushwa au dhidi ya mtumia fulani, hatutoki tu mbio kwenda kumkimbia kumkamata na kumtia, hapana, lazima tufanye uchunguzi. Tunafungua yale la uchunguzi, la uchunguzi wetu ukikamilika, basi tunampeleka kwenye vyombo vya sheria ambapo hapo sasa yule aliyetoa taarifa hiyo basi tunamtaka tena aje sasa kama shahidi mahakamani. Sasa kumbuka lile la kwanza, tukuja kutoa ufafanuzi wa taarifa mtu hayuko tayari, ili la mahakamani litakuweje? kwa ka, nitumie fursa hii kuwaasa wagombea wasifanye hivyo, wasifanye hizo kampeni chafu za kuchafuana kwa lengo tu la kutafuta ushindi. Lakini tumelishuhudia pia kuna viongozi mbalimbali ndani mbali ya vyama ambao walifanya chaguzi hizo na kuna ambao wengine wa walalamika, kuna rushwa, kuna malalamiko yote yamewafikia. Kuna chama kimoja maarufu ma, ma, ma, chama cha upinzani hivi karibuni kilifanya uchaguzi wake, tukawa tunasikia kelele za hapa na pale, kuna mtu anatoa rushwa, mtu anafanyaje, mambo mbalimbali, lakini yote najua kutokana na ukali wa kampeni ulivyokuwa na umaarufu wa wale wagombea, especially wanafasi ya uwenyekiti. Lakini niseme hizo pande zote mbili zokuwa zinaasimiana, hakuna upande ambao ulijitokeza waziwazi. Jambo la kusikitisha ni kwamba wengi hawakuwa tayari kutoa ufafanuzi kwa ujumla wa kutaka kutoa ushirikiano kwa taasisi yetu, jambo ambalo kwetu liliashiria kwamba ilikuwa ni uzushi zaidi, ilikuwa ni uzushi na ilikuwa ni sehemu ya kampeni chafu za kukomoana wagombea wenyewe. Lakini niseme vile vilevile, au ni viongozi waandamizi wa vyama, wa ni watu wenye uzoefu mkubwa, wanajua namna ya kutufikia TAKUKURU. Tuna namba yetu ya bure, ile namba mojamoja moja tatu, ile mtu akipiga anaweza akatoa vizuri taarifa yake ufafanuzi kabisa namna vitendo vya rushwa vinavyoendelea, lakini hakuna yote aliyejitokeza katika uchunguzi wenu. Sasa mmebaini ni maeneo gani hasa ambayo yana rushwa kubwa ya hili jambo? Kwa kweli nasema ni kote, hakuna mahali maalum kwamba sijui labda Dar es Salaam ndio kuna vitendo zaidi vya rushwa au wapi. Sema hizi rushwa ziko katika namna mbalimbali mbali, kulingana na mazingira. Unategemea maeneo ya mjini, basi rushwa mara nyingi zinakuwa katika fedha e, zinatolewa fedha ili kushawishi wagombea wapige ili wananchi wapige kura. Ukienda maeneo huko ya vijijini au wagombea wa, wa, wa, wako vizuri sana, wanaangalia mahitaji ya wakati huo. Kuna rushwa za vyakula, kuna rushwa za chumvi, eh, kuna rushwa za vitenge za kanga eh.